Kuna kitu kinaitwa positive affirmations. Affirmations ni maneno ambayo unajiambia wewe mwenyewe, maneno ambayo yanakupa motisha na kukuhamasisha kuweza kufanya vitu vizuri zaidi au vitu vya mafanikio zaidi, au kukufanya kuwa mtu positive zaidi katika siku yako yote au katika siku zote, na haya huwa ni maneno ambayo mtu anajiambia asubuhi, kwa sababu pale anapokuwa ameamka yanachofanya yana, yana ni kwamba yana set tone ya siku nzima, yani yanakufanya siku nzima kujiona ni mtu ambaye wa mafanikio tayari, kujiona ni mtu ambaye hauwezi kupingwa au kukwamishwa na kikwazo chochote katika siku hiyo. Sasa leo hii nataka tugusie hapa kidogo, sababu mara kadhaa nimekuwa nikiongelea kwamba ni muhimu kuwa unajisemea maneno mazuri, kujiambia maneno mazuri, kujiwazia vitu vizuri. Sasa leo nataka tugusie hapa aina ya maneno, jinsi gani, wakati gani na pia mifano kadhaa ya hiyo maneno. Karibuni sana. Success Path Network, mimi naitwa Esden Jumanne. Karibuni sana wageni ambao mnajiunga na sisi kwa mara ya kwanza kabisa, hakikisha una subscribe na usisahau kubonyeza alama ya kengele hiyo, ni bell notification itakayo kusaidia kupata video zetu mara ya kwanza kabisa, katika watu wa mwanzo kabisa wanavyoziona wakati tu tukizipandisha hewani. Sasa leo hii nataka tuende moja kwa moja tuangalie tunaposema kujiambia maneno mazuri au kujitamkia maneno mazuri. Sasa nini cha kufanya? Cha kwanza Chagua maneno ambayo yana maana nzuri kwako, au yana maana kitu fulani na wewe sawasawa, yani yawe maneno ambayo ni maneno chanya, maneno ambayo yenye kukutia moyo na ya kweli <gibu> sio tu yenye kukutia moyo, lakini <gibu> labda ukiangalia haya ya kuhusu wewe ah, yanatakiwa yawe yanayokuhusu wewe sawa sawa. Alafu natakiwa kusema maneno hayo kwa sauti kubwa, yani natakiwa uyasema hayo maneno kwa sauti kwa sababu unapokuwa unasema kwa sauti, ukijisikia mwenyewe kwa ile sauti, inakusaidia sana katika kuamini kile unachokisikia. Na hii ndio sababu utakuta watoto wengi huwa wanakariri nyimbo haraka sana wanazozisikia kwenye maredio hivi. Wakisisikia hata kama manyumbani kwao hawana utaratibu wa kusikiliza, wanasikia mara moja moja tu, labda wakiwa kwenye daladala, mitaani huko wapi au hata wewe uende, imesha kutokea uenda sio mtu wa muziki kabisa na haujui kuhusu wanamuziki wala nini, lakini hizi nyimbo zao unazisikia sikia ukipita huku madukani, wapi, ukiwa kwenye daladala unasikia masaluni, wapi, siku moja umekaa zako unashangaa tu, na wewe unaanza Zii, i, i, i, i. Ibone. Naimba nini mimi, you see, kitu kama hicho. Kwa hiyo ukiwa unajisikia wewe mwenyewe, na watu wengine wanachofanya, huwa wana record hizi affirmation, anazirekodi afu anakuwa muda wake ule fulani, anaziweka anasikiliza, tukatulia kabisa, yani anasikiliza, ile kitendo cha kusikia katika kurudia rudia. Inasaidia sana. Kwa hiyo kuyarudia hayo maneno kila siku mara nyingi sawasawa, sawa, ina, ina, inasaidia kuweza kuanza kuweka imani fulani ndani yako, yani kwamba kitu fulani kuwa cha kweli, kwa sababu wakati mwingine hata hizi nyimbo nazitolea sana mfano kwa sababu ndo vitu ambavyo tunavisikia sikia mara nyingi, si ndio? Unaweza kuwa mbaya tu ukiusikiliza sikiza sana ukapigwa pigwa sana, mara tu unaanza kuwa mzuri, kila mtu anaanza kuupenda, kila mtu anaanza kuuimba you see, kila mtu anaanza kurequest. Kwa nini? Kwa sababu yale marudio yale. Lakini sasa unaweza kukomandi hii pao, usiiachie kwa muziki peke yake, unaweza ukaamua kuitumia kwa kitu fulani ambacho kinaweza kikakusaidia wewe. Na maneno yana nguvu sana sana sana, na lipo somo maalum kabisa nakuandalia la kuhusiana na nguvu ya maneno. Hapa leo nataka tuangalie tu namna gani unaweza ukajiambia uka, au ukajitamkia wewe maneno mazuri ambayo yanaweza kuwa na matokeo fulani chanya kwenye maisha yako, na tutaona nguvu ya maneno ndani yake, sawa. Lakini lipo somo pia nguvu ya maneno kwa ujumla wake pia lipo ni somo peke yake. Sasa je, kuna muda sahihi wa kufanya hili? Naam, unaweza ukafanya muda wowote, sawa, kwamba labda mchana kwenye mapumziko pale, labda umetoka zako lunch, umepumzika, unaweza ukaamua utumie ule muda kufanya hivyo au ni muda wa kwenda kulala, labda umeshamaliza kila kitu, umetulia, unaamua useme maneno mazuri kuhusu wewe mwenyewe, sawa, inaweza ikafaa. Lakini muda ambao ni effective, the most effective time asubuhi. Asubuhi kwa sababu unakuwa umetoka kulala, sawa, so, akili yenyewe imetulia kwa, labda umeamka zako, umeoga, umefanya ibada, umemaliza kufanya zako ibada pale, unaamua kutulia sasa, pia unaamua kusema maneno mazuri kuhusu wewe mwenyewe kidogo, kwa muda fulani, mara kadhaa okay? Afu baadaye hapo, labda unaingia kwenye kusoma kidogo, kama dakika thelathini arobaini na tano hivi, afu unaingia kwenye kitu kingine, labda mazoezi, sijui nini? I say, I say. Kitu kitakuwa kizuri sana. Kwa hiyo muda wote inaweza kuwa vizuri, lakini asubuhi ni vizuri zaidi. Alright. Sasa tuangalie mfano wa maneno. Maana kinajua mtu sasa, maneno mazuri kuhusu mimi kama maneno gani? Hmm. Haya, mimi nimekuandalia hapa maneno kama matano ambayo headphones au earphones sawa. Maneno kama ninajipenda, simple. Ndio, ninajipenda, nastamka tu mara nyingi. Ninajipenda, ninajipenda, ninajipenda. Ukiwa unasema hivi mara nyingi, ukitamka mara nyingi zaidi, mpaka we mwenyewe unaanza kuamini kutokea kwa ndani, unaanza kuamini. Kitakachotokea, utaanza kuwa ni mtu mwenye kujipenda sana zaidi, ambavyo unaigiza kujipenda <laughs> watu <laughs> wengi wanaigiza kujipenda, inakuwa ile sasa ni authentic love, self love, sawa eh? Alafu unaweza kusema nina uwezo wa kufanya chochote. Maanake ni kwamba kushindwa si kukwama, kwama kwenye activities task ndogo ndogo, nini. Nina uwezo wa kufanya chochote, nina uwezo wa kufanya task yoyote, ninaweza kufanya kazi yoyote, sawa eh? Sema mara nyingi zaidi. Alafu maneno kama ninajitahidi kila siku kwenye chochote, yani sawa? ninajitahidi kila siku. Ukisema hivyo utakuwa ni mtu mwenye kujitahidi, utaamini kwa ndani kabisa. Ninajiheshimu. Unaweza kusema ninashukuru kwa kila nilicho nacho. Mimi ni mtu mwenye shukrani, mimi ni mtu mwenye shukrani au ninashukuru kwa kila nilichonacho, okay? kwa hiyo yapo mengi sana sana, sana, sana. leo hii kwenye comment section natamani nisome maneno ambayo wewe unaona pia yanaweza kawa mazuri mtu kujitamkia yeye mwenyewe au maneno ambayo wewe unaweza kujitamkia wewe, ili wengine wakiona, kwa watu wengine wanaweza wakajifunza pia, wanaona haya mazuri zaidi. Hii seti aliyoandika maneno haya fulani, mko ni achukue maneno na mimi nitakuwa nayatumia pia. Sawa sawa, hebu jaribu zoezi hili. Jaribu wiki moja, wiki mbili tatu au mwezi mmoja bila kuacha, alafu wewe utakuja kuwa shahidi na utaniambia nini kinakutokea sawa sawa. Till next time, Success Path Network, bye bye.